Waliweza kuintercept pikipiki moja ambaye alikuwa nabeba uh, chang'aa pombe ya chang'aa mm, lita 80 wakati wali intercept, wakaweza kushika mwenye alikuwa anaendesha pikipiki na kuweza kuimpau ndio pikipiki, lakini muda kidogo mchache baadaye wananchi walikusanyika na wakaanza kulenga ofisa wetu mawe na wakanyang'anya hiyo pikipiki na kuweza kuwapokonya hiyo chang'aa. Askari aliumia alipata kupata injury kwenye kichwa chake, na baadaye alipelekwa hadi hospitali ya Kisumu Referral Hospital for further medical care. Ningependa sana kuwahimiza wananchi kwamba wasiweze kujichukulia sheria mikononi sababu ile operation police wanafanya kuhakikisha pombe ya haramu ya chang'aa na miadarati zinatolewa kwa raia ni kwa kujaribu kuwasaidia wananchi. Wananchi wasione kama kana kwamba e, polisi ni adui, polisi adui. Tunajaribu kulete kutoa ile adui ambaye ni pombe ya haramu na hiyo miadarati katikati ya wananchi.